Namshukuru Mungu aliyemweza wa vyote kwa neema na baraka ambazo zimetufikia kata yetu Matema wilaya ya Kyela na mkoa wa Mbeya kwa uwezeshaji kwa ndugu yetu kijana wetu Obedi Marupale ambayo leo ni mibaraka na afya njema ya usingizi kwa raha zote, na kushukuru mama Tulia Trust Jamhuri ya Muungano kwa kazi njema uliyoifanya hapa. Karibu sana tena, karibu kwa mara nyingine. Tulia oye! Mbeya oye! Mama Samia oye! na shina mengi lakini, mimi kama chifu, nikutakie mibaraka na afya njema ili Mungu akutangulie kwa yote, uzidi kunenepesha Tanzania yetu. Asanteni.